Sasa na leo watu wa ukanda huu wanaoneshwa mapinduzi, sio wanafaidi mapinduzi. Mzee wetu mmoja aliwahi kumwambia mzee Jumbe, alimwambia mzee Jumbe, twende tunapokwenda lakini tujitahidi haya matunda ya mapinduzi yaendelee kudumu na matunda ya mapinduzi ni elimu, matunda ya mapinduzi ni maji, matunda ya mapinduzi ni ardhi kwa watu, matunda ya mapinduzi ni makazi, matunda ya mapinduzi ni elimu, matunda ya mapinduzi ni afya matunda ya mapinduzi ni maisha na hali bora na hali sawa za wananchi. Au jamani, sivyo? Si ndio? Hayo sasa yeye akamwambia, <laughs> Jumbe, jitahidini haya matunda ya mapinduzi mwendelee kuyadumisha kwa sababu